Nzengeli, kwa Stefano Aziziki, unaweza ukatoa sifa nyingi sana kwa Stefano Aziziki na usimalize. Hawa ni mashabiki wa Ikamkuta mwamba oga dugu Stefan Aziziki akaona kabla ya kufu... bado umiliki ni wa Africans juu kabo ya kwa Stefan Aziziki, tena Aziziki ameweka ndani yes! uwanja wa KMC Complex yeah. Toka Kabuya alipenyeza wakidhani kwamba yeah. ni Stephane Aziz Ki atakafunga, yeah. goli la pili yeah, haikuwa hivyo kibabage, kochama ata mengia ndani, kuega pasi kwa Stephane Aziz Ki anaekewa tena shama shama ifanya amechavifanya sana kwenye ardhi ya Tanzania na katika ardhi ya bara la Afrika. Aliwatesa ali walioteseka, akawafurahisha waliotakiwa kufurahi. Form is temporary. Class is... kusema unafikiri wametoa wapi sababu ya kucheka? Wanaocheka kwa wakati huu wamefurahi, na walikuwa na kila sababu ya kufurahi. Stefan Azizi ki woda, pinpoint pass, wakajichanganya walinzi, akawachanganua Kletas chota chama. Stand United anapigwa na butwa na butwa na butwa, lenyewe ni Kletas chota chama.